Swali: kwa nini watu wengi wanasema, kwa nini mara nyingi tunatumia dawa za bawasiri, lakini pia hatupati uh, matokeo kama inavyotakiwa? Kitu unachotakiwa kufahamu ni kwamba bawasiri inaanzia ndani na hapo, uh, inatoka nje. Kwa hiyo inaanzia ndani kwenda nje, ndio maana hata baada ya kufanya operation, basi uh, uvimbe wa bawasiri huo unarudi. Ni kwa nini? Kwa sababu inaanzia ndani. Kwa hiyo unapokuwa unatafuta matibabu ya bawasiri, hakikisha unaanza kutengeneza ndani kabla ya nje. Sasa wengi mmekuwa mkimbilia, uh, kutengeneza nje kabla ya ndani, kwa hiyo inabidi upate dawa kwanza ambayo inatumika kuyeyusha ule uvimbe ulioko ndani, na baadaye uh, unatumia dawa ya kuyeyusha uvimbe ulioko nje, na hapo changamoto ya bawasiri utakuwa umeimaliza kabisa. Ndio maana ukitumia dawa ili yapairikea unakuwa unapata matokeo kwa sababu inaondoa uvimbe wa ndani, inaondoa uvimbe wa nje, lakini inaimarisha mfumo wa meng'enyaji uh, wa chakula. Lakini mwisho unatakiwa ufahamu chanzo cha bawasiri kwako ni kipi. Tuambie hapo chini. Kwa nini utumie dawa ya pailikea? Ni kwa sababu inaondoa kabisa changamoto ya bawasiri.